Lefaliwa jana wa mchezo ndio alikuwa man of the match, na ni maelekezo ambayo amepewa na viongozi wa juu wa washirikisho ya wa soka barani Afrika, maana yake CAF. Kwa sababu unaona e, tumecheza kwa jitihada kubwa sana. First half tulikuwa e, makini sana tactically. Umeona tumeingia kwena spidi kubwa ya kutafuta kusawazisha e, ushindi na very good enough. Umeona dede kaishini, tukapata goli moja ambalo Joshua Bude Mutale, wow, wow, wow, wow. What a player. What a moment. What a luck player we have. Joshua Bude Mutale akayalock pattern ya eneo la ulinzi eh, la RS Berkane, tukaweza kuscore bonge moja la goli goli ambalo lilikuwa ni muhimu kwetu sisi, goli ambalo limeamsha eh, morari na ari za wachezaji kupambana na kule kwamba, wow it is possible kumbe inawezekana kuwafunga, kurejesha bao mbili na kuongeza goli lingine. RS Berkane waliingia kwenye mfumo wa mwalimu Fadu Davisi, tumecheza mpira kwenye open play most of time, mpira mpira ulikuwa kwenye miguu yetu, tumewatawala kila kila eneo. Umeona nyinyi hapa kabla ya mechi, baada ya mechi ya kwanza kule Moroko, watu walimwimba Mamadu Lamine, Lamine Kamara. Muliona Kamara aliimbwa sana na maadui zetu, wakaanza kusema kwa timu hii ile Kamara hatutoki salama Yanga Afrika ndiyo, lakini kuuliza swali Mamadu Kamara jana, mmemuona mmemwona hey, wanjani, mmemsikia mara ngapi akitajwa Mamadu Kamara jana? Amewekwa mfukoni kama simu ya kitochi, kama simu ya kitochi. Mamadu Kamara, angalia Yusufu Kagoma intact defensive midfielder namna ambavyo aliweza kumprotekti na kumzuia eh, Mamadou Kamara very fantastic, alikuwa hana pa kwenda. First half amepiga pasi ambazo ni across pass 32 tatu tu, alikuwa na asilimia 7.4 ya performance out of 100 first half. Mamadou Lamine Kamara, pasi alizopoteza, amepoteza pasi 74 amenyanganya mpira manake amefanywa interception and ball blocks zaidi ya 35 na Yusufu Ali Kagoma, kiungo bora kabisa ambaye hajawahi kutokea hivi karibuni hapa Tanzania. Huyo ndio Yusufu Kagoma, amempoteza kabisa Kamara. warabu wakakaa wakachungulia, shida iko wapi, mzizi wa fitina uko wapi? Wao refari, katutolee ramine ya mari, katutolee Yusufu Kagoma, wakatengeneza zengwe maelekezo mpango mkakati, wakampa nyekundu ya mchongo yusufu ali kagoma ile. nyekundu ni ya mchongo. Dokta, ni aibu kubwa sana kwa shirikisho la soka Afrika kafu kwa mpira wa jana, ambao tumeona ule mpira umenajisi soka la Afrika. Soka la Afrika lina safari ndefu sana ya kupiga hatua. Yusufu kagoma amechukua mpira mijuni mwa opponent lefari, bila aibu bila haya akaamua kutoa yellow card second card ya jano kwa ajili e, ya Yusufu Kagoma na akaweza kupata red card. Hata kama Yusufu Kagoma alikuwa amefanya amefanya kosa, rafarii ambaye atakiwa kufanya angemuonya kwamba Yusufu Kagoma una kadi ya njano nimemaliza na wewe ili Yusufu Kagoma acheze kwa tahadhari, kama jampa nyekundu. Unanielewa vizuri, refa hakufanya hicho kama alichokifanya kwa ile golikipa wao, kama alichokifanya kwa Yasini Mustafa, alimpa njano mara pili, akamfuata, nimemaliza, nitakupa nyekundu, afuata anatakiwa kufanya hivyo refari, lakini kwa Yusufu Kagoma kufanya hivyo manake alikuwa na maelekezo kutoka juu, sio faulu. Nimesema what if, kama angekuwa amefanya faulu kweli, tukio ya Yusufu Kagoma amechukua, ame mpira miguuni mwa adui kafanya, tunasema ni clear interception, unaelewa, akaingiza kwenye maya yake Unaelewa vizuri mpira po kuna imaa yake, hapakuwa na contact ambayo amefanya between Yusuf Ari Kagoma na yule opponent, unanielewa? Ndicho chokifanya Yusuf Kagoma, unaelewa, refa Kagoma aligusa mpira. Aligusa mpira na ukitaka kujua kama ile kani ya mchongo, waonesha mpira wenyewe replay, ilikuwa ni mara moja tu Azam. Azam. Ah, ah, kafu Azam anachukua kwa kafu mara wa moja mara moja tu, baada ya kuonekana it was a clear interception, maanake wamevui wanaficha ushahidi wa waziwazi ambao ulikuwepo wa tukio la Yusuf Kagoma, ambalo tukio lile limewavunja moyo wachezaji, morali yao ikawa down baada ya tukio. Lakini baada ya kupewa kadi timu ikawa bado na moto ule ule, tukawapelekea pumzi ya moto hawa jamaa mechi hawa tumepata set piece, it was almost about 35 meter from the goal, mita 35 imepigwa mpira na Jean Charles yaua Steven Dese mkwara akafunga aka it was a clear goal, everybody, kila mmoja ameona, dunia imeona, Afrika imeona, ni clear goal. Refari wa mchongo akaamua kusikilizia. Eh, bwana sikilizia, wakubwa wanabiaje. dakika kumi amekaa sikiliza, wakubwa wanabiaje. Bwana wewe sikiliza, ile sio goli. Unaona refari no? akakataa goli. kwa wapi waliotoa ushindi jana, kwa sababu